Kwa maisha ya watu sio kazi ndogo, kwa sababu mna moyo wa kizalendo lakini pia mnawapenda wenzenu na mnatumika usiku na mchana kuhakikisha maisha ya watu yanaokolewa. Kwa kweli nawashukuru sana, na mimi kama diwani pamoja na wodi nzima tumekubaliana kuwaunga mkono kwenye mambo yenu na kuhakikisha tunawasemea. Ndio maana nimekuja hapa, sisi tuliokuja hapa ni wawakilishi wa wananchi wote. <clears throat> Na uzuri nyie, nimefurahi kwamba nimekutana na kamati ni kawaida kamati hizi zinasaidia sana kuleta changamoto za wananchi. Na ndio maana kila mtaa yupo mtu. Kwa watu wanapata sehemu ya kupumulia kwenda kuzungumza changamoto zao wanazokutana nazo hapa. Lakini leo nimekuja na wenyeviti wa serikali ya mtaa. Jamani leo nimekutana na mganga mfawidhi. Huyu pamoja na sisi tutafanya kazi moja ya kuhakikisha wananchi wetu wana furaha. Kwa hiyo kama kuna changamoto zozote mlizozibeba wenyeviti kabla mimi diwani sijasema, mueleze hapa mfawidhi ili azijue azibebe, aende akazungumze na wataalamu wake, aone namna gani zinatatuliwa kidogo kidogo kulingana na mazingira yaliyopo. Vile ambayo vimekuwa critical, tukizungumze hapa. Mganga mfawidhi yupo na wataalamu wake wapo, wasikie, waende wakazifanyie kazi, ili tupunguze hizo changamoto zahanati. Na mama kwangu siongeni na mfumo wao, kwa hakika na maana ni mzuri sana kusema kweli mke wangu amekuja amejifungua ame yame ame ametoka ame hisa vizuri ame, yani umempokea na maana vizuri. kabla mimi yani hata kuwa mwenyekiti ambayo ilikuwa fumbia ambao na kumi na tatu tarehe tisa na maana Februari hapa, mimi ni kuja alikuja kujifungua kwa mke wangu, kwa kweli ni mimi nimeipenda na maana vizuri sana Saabu. lakini kwa hakika na mambo mwenendo wao wadi ni mzuri sijaona na dosa yote. Mimi naomba mheshimiwa, niwakilishe tu kuhusu watoto wadogo ambao ukianzia sifuri mpaka mitano, sera ya serikali wanatakiwa wahudumiwe wa bule, sijui hilo lipo. Mfawidhi, watoto chini ya miaka mitano hapa kwetu, kwanza idadi tunayohudumia ni kubwa kuliko sehemu nyingine yote. Watoto waje watoto chini ya miaka mitano kati ya vituo vilivyokuwa halmashauri ya jiji ambavyo vinaongozwa kwa msamaa ni chetu. I nimelisikia watoto ha. Wa, wa umri chini ya miaka mitano na wajawazito, hivi kweli ni ni bure au wengine wanasema tukija hapa tunachajiwa, lakini liko lingine la examination, wale wanaoenda kujiunga form one. Kuna mtu mmoja alinipigia simu akaniambia tumechajiwa hela na nini e. Sasa sijajua utaratibu wake ukoje, uko kwamba uko open, ni gharama na zinajulikana kwa labda ungefafanua ilo la watoto na ile examination za kawaida tu. Mtu anakuja kwa ajili ya kujaziwa ile fomu ya kwenda shule, ni examination. Tume tumeitia kabisa kwenye mfumo. Okay, malipo yako kabisa rasmi kwenye mfumo. Okay. Mm, examination mfumo ni shilingi ngapi? Okay, examination ndio watoto wanaenda secondary form 1 na vipimo vyao Sawa, kwa hiyo yu yuko, yuko kwenye mfumo kabisa. ni sekondari sana sana, pia sana ana chuo pia, ni elfu kumi flat vyenye viti simesikia. Kwa hiyo mtu akilalamika kule, unamjibu hapo hapo kwamba bwana, hili sio swala la zahanati kama zahanati, mfumo unaonyesha ni shilingi elfu kumi na ukilipa, wanatakiwa apewe risiti. Kwa hiyo aombe risiti yake ya shilingi elfu kumi atapata.